Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, kuna bidada hapa amejitokeza na hii amejitokeza kutokana na kwamba hili limejitokeza baada ya Haji Manara kutengana na aliyekuwa mkewe ambaye anafahamika kwa jina la Zailisa. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba e, mwanadada Zailisa na Haji Manara sasa hivi hawapo tena katika mahusiano, hawapo tena katika ndoa kwa mujibu wa wao wenyewe walivyoamua kuliweka hili swala wazi na mpaka Manara mwenyewe ameposti, ameandika kabisa kwamba a point of no return akiwa na maanisha kwamba, e, hatua ambayo amefikia hakuna tena kurudi nyuma. Umeona bwana kwa swala la hawa wawili. Rudiana ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo it's official. Mm. It's official, wawili hawa wamesha tengana na tukaona mpaka vifurushi vya Zailisa vikiwa vimewekwa nje. E, tukamwona Zailisa pia, inasemekana kwamba amesharudi kwao na Manara naye pia amesha move on. Na pia vile vile haikuwa, watu wengi sana wanahisi kwamba huenda labda ikawa kiki, lakini ukiangalia kwa upande wa pili, kama ingekuwa kiki, it means kwamba maneno yangekuwa mengi sana mitandaoni yangekuwa narushiana, lakini ukitazama tu kwa ma, kwa haraka haraka, unaona kabisa kwamba Manara hataki kabisa kuizungumzia hii issue, na amezungumza kila akifanywa mahojiano, kila akipigiwa simu na waandishi wa habari anasema no comment, yani hataki kuzungumza chochote, anataka ku move on na maisha yake. Kila mtu amezungumza sababu ya kutengana na mwenzie. Zailisa amesema kwamba Manara anatembea na Mausgeli mpaka na ndugu zake anawataka, lakini pia Manara yeye amesema kwamba sababu ya kuachana na Zailisa ni kwamba ananyanyasa watoto wake, anawanyima chakula. So kila mtu amezungumza madhaifu ya mwenzie na kila mtu ameweka sababu. Kwa mara ya kwanza kabisa, kila mtu aliweka sababu ya hawa wawili kutengana. Then baada ya hapo Manara amemaliza, hajazungumza tena. Zailisa naye pia tumeona na move on anafanya na mambo yake na prosesi nyingine zinaendelea, na anaendelea kupiga brand deals kama kawaida. Sasa upande wa pili huku, bwana, mitandaoni ni kwamba kuna wadada, inasemekana kwamba ameanza eh, kujitokeza, wanataka kuolewa na Manara. Umeona bwana, mambo hayo, unaambia bwana, hapa kuna bidada eh, amejitokeza na anataka Manara amstiri, yani amuoe. So hebu nataka hapa usikilize huyu bidada, ametrend sana, hii video imetrend sana huko mtandaoni, ikiwa namwonyesha huyu mwanadada akiwa anaomba kuolewa na Haji Manara. Mimi naitwa na Nasrin, ni mtoto wa Kipemba, ujumbe huu umfikie kaka yangu Haji Manara. Haji Manara, kaka yangu, ushangaika sana na wanawake wa kila aina lakini naonekana bahati yako, au hujabahatika, au Mungu hajakujalia. Kwa hiyo bahati yako na yangu inafanana. Unaonaje kakaangu, ukaja kwangu ukanistiri na mimi nikakustiri tukastiriana. Mimi nipo, mimi nakupenda Manara, njoo kwangu, njoo Pemba mara hii, badilisha upepo. Kwani hao wana nini na sisi tuna nini jamani? Mbona wanawake wenye mapenzi tupo mm? Wana na mbili sisi tuna moja jamani. Nyama ndio ile ile. Ladha tu tofauti. Kwa hiyo Manara kakaangu, si hangaike ukazalilika huko ukazalilishwa na wanawake jamani wa masta hao. Mimi nipo. Manara, au Haji Manara, ukipata hii mimi nipo na kupenda na kutaka Manara. Mimi si wa gharama oh, oh kijora tu elfu sita kinanitosha mimi najua kupika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 Imfikie Haji Manara, huu ujumbe wa Haji Manara. Haji Manara, mimi nipo binasrini na kutaka na kupenda, njoo kwangu tujenge maisha ya Haji Manara.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 Njoo kwangu, ni stiri tu, stiriane. Njoo nioe Manara, mi nakutaka, sina gharama mie, mi sina gharama, sivengo ya milioni tano. Ah, ah, wewe tu mwenyewe hata ukiniambia kijora cha elfu sita nende shughulini mi hakinikeri mm, kikubwa mapenzi tu basi. Ushanipa mapenzi ya kweli basi, tukisikizana tukielewana mm?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 na kuomba, kwa hisani yako. Naam, so mambo hayo eh, bidada huyo ameamua aweke mambo bayana, aweke mambo hadharani. Ameona opportunity, ameamua aitumie. Nadhani unaelewa eh, kwamba sasa hivi bwana eh, waowaji hakuna <laughs> Uh, waoaji hakuna bwana, vijana wengi sana wanataka wa, wa, wa enjoy maisha wasiwe na mizigo, wasiwe na mtu anayemtegemea, wasiwe na mtu ambaye ana majukumu ya wasiwe na majukumu ya mtu kumkalia kooni. Kwa hiyo basi, wana wanawake wakiwa na wanaume ambao wanataka kuoa, basi wanaona hii ni opportunity na hawataki kuichezea. So, huyu hapa binti kutoka Pemba ameamua kuweka mambo bayana kwamba anataka kuolewa na Manara, eh, bwana, mambo yasiwe mengi, Manara abadilisha upepo, eh, kama ame, ametembea sana na hawa wadada wa bara, basi ajaribu Pemba pia. Aone mambo jinsi yalivyo, na huyu dada anasema kwamba yeye sio wa gharama, kwamba sio mtu wa kuvaa manguo ya mamilioni. Hapana, amesema kwamba mahali yake wala sio gharama kubwa, haizidi hata milioni mbili. Ameandika, ameweka hii video kupitia kurasa yake wa TikTok na video hii ime gain momentum, imeenda viral, na kuna wadau hapa wamekuja kupitisha, wamepita nayo huku Instagram na wameandika hapa. Kwa mfano kuna page hapa imeandika kwamba Manara amependwa huku na binti kutoka Pemba anaomba amuoe mara tu baada ya kufahamika kwamba Manara na aliyekuwa mpenzi wake Zailisa wametengana. Eh, kuna page nyingine hapa imeandika kwamba mrembo amejitokeza kuomba kustiriwa na Haji Manara na kumwahidi kwamba atamzalia ata, atatulia ata naye mpaka wazikane. Eh, nani Eh, nani ana maoni yake kuhusiana na hilo, so it is what it is, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section. Eh, vijana muoe bwana, mabinti tunaona anatafuta watu wazima wa waoe. Eh, vijana na nyinyi muoe, inshallah weka maoni yako katika comment section, na pia vilevile hakikisha vile una subscribe kwa ajili ya kupata updates zaidi.